Mheshimiwa mgeni rasmi, tunafahamu jitihada kubwa zilizowekwa katika uboreshaji wa maisha ya wanafunzi hadi hivi sasa tunavyozungumza, tumetoka kutumia elfu nane mia tano kama boom kwa siku hadi kufikia shilingi elfu kumi kwa siku moja. Maombi na mapendekezo yangu kwa unyenyekevu mkubwa kwa niaba ya viongozi wa serikali za wanafunzi nchini, ninaomba serikali kupitia jukwaa hili itusaidie kuhakikisha kwamba maisha wa vyo biviku, ya wanafunzi wa vyuo vikuu yanazidi kuboreshwa na kuongezeka. Tunamfahamu mama yetu ni mama msikivu, ni mama hodari, ni mwenye huruma na mwenye upendo wa hali ya juu. Ikikupendeza Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunaomba utubebee utu ombi hili walau sisi wanafunzi wa vyuo vikuu, kutokana na maisha kupanda kwa hivi sasa, tutoke kwenye kiwango cha kupewa fedha kujikimu kwa shilingi elfu kumi hadi shilingi elfu kumi na mbili kwa siku, pengine inaweza katusaidia.